Mtoto wa jicho uh, kiufupi ili e, wasikilizaji wetu waweze kuelewa ni ukungu kwenye kioo cha jicho e, au kuiweka kwa namna nyingine ni kwamba kwenye jicho letu kuna kiungo kimoja kinaitwa lenzi e, kwa hiyo lenzi Mungu alivyoiumba ni kwamba lazima ina uwezo wa kupitisha mwanga ili mwanga uende ndani kule ufike mpaka kwenye pazia la jicho. Huo ni sehemu mojawapo ya mchakato wa kuona, kuona. Mm. Kwa hiyo kioo cha jicho kinapokuwa kimepata ukungu maanake mwanga hauwezi ukaingia kwenye jicho, na maana yake nini? Uono pia unakuwa unakua umepungua. Kwa hiyo mm huyo -hmm. e, ndio mtoto ah wa wa jicho. Jicho, eh. kuna ukungu ambao unatokea eh, kwa hali ya kawaida tu mtu akiangalia macho yake anaweza kagundua kwamba ana huu ukungu kwa maana ya huyu mtoto wa jicho, ama kuna hitaji vipimo uh, vya kina. Sasa inategemea inategemea kwa sababu inategemea na ukubwa wa tatizo. Kuna ukungu mwingine unakuwa ni mkubwa kiasi kwamba mtu akiona anaona kitu cheupe kwenye jicho mm. kwa kawaida Uh, uzuri mama zetu ago wanatusaidia sana, wanawatambua mm. watoto kwamba hii sio kawaida hii mm, e, kama mtoto amekosa ame, ame hiyo uh, opportunity ya kuchunguzwa na wataalamu wa afya mm, mama mwenyewe anaona kabisa kwamba kuna kitu cheupe nakiona kwenye, kwenye mboni ya, ya, ya jicho la mwanangu. Kwa hiyo kitu cheupe ndo dalili ambayo ndo dalili kuu cool tuseme lakini saa nyingine unaweza kukuta labda ni kidogo sana kiasi kwamba ikawa changamoto kwa mama au mlezi au mzazi kugundua mpaka wataalamu wenyewe wanaohusika waweze kugundua. Sawa. Mm-hmm. E, na, na ukizungumzia mtoto wa jicho kwa walio wengi Ndiyo. wanaamini huwapata zaidi watu umri ambao umeenda, ni sahihi; kumbe hata watoto pia wanaweza wakapata. Ndiyo. pengine kisababishi kikubwa cha mtoto wa jicho hususan kwa watoto ni kipi, lakini kwa wakubwa pia ni kipi? Aha. Sasa tuanze kwa wakubwa, kwa sababu hiyo haitu, sio mada yetu kubwa leo. hmm. E, kwa wakubwa asilimia kubwa ni umri, asilimia kubwa ni umri, lakini yapo maradhi mengine ambayo yanaweza akapelekea mtu mzima apate mtoto wa jicho, kwa mfano magonjwa yakiwemo kisukari. hmm. E, ajali, mtu ame, umia, mzo umepigwa kwenye mpira au mtu amepiga ngumi inaweza ikapelekea, umechomwa na kitu chochote kwa ajali kwa ujumla inaweza ikapelekea au mashambulizi kwenye jicho Eh, tunasema infection. Sasa infection iko ni pana, sio mambo mengi eh, yanaweza kusababisha infection vyote hivyo inaweza ikapelekea eh, mtoto wa jicho kwa watu wazima, lakini hivyo vingine vyote nimetaja, asilimia kubwa sana inakuwa nini umri, eh, kwa watu wazima. Na kwa hmm. Sasa kwa watoto inabidi tuichanganue kidogo, ili wasikilizaji wetu waweze kuelewa kuna hmm. eh, vyanzo mbalimbali kabla sijataja hivyo vyanzo, lazima pia niwakumbushe wasikilizaji wetu kwamba inaweza tukachunguza na bado tusipate nini chanzo. Ehe. Kwa kuna muda mwingine chanzo kinakuwa kijulikani, lakini vipo vyanzo mbalimbali ambavyo ndavitaja. Kwa kuanzia eh, chanzo cha kwanza ni itilafu kwenye vina saba eh, tunajua DNA eh, kwa hiyo inaweza kaa kuna shida kwenye vina saba, lakini nyingine inaweza kaa ni mashambulizi kwa mama kipindi cha ujauzito, ndio ndo maana ana, mama anapohudhuria kliniki anachunguzwa ana na mojawapo ya vitu ambavyo wanamchunguza ikiwemo kaswende syphilis, ehe, na inaweza ikachangia mm. Kwa zipo nyingine ambazo kwa kiswahili nashindwa kuzitamka hizo infection, mm. na zina kundi lake kabisa zipo kama nne mpaka sita um, ina mm. inamaana wanapomchunguza mama akakuta na au maambukizi basi wanamwanzishia tiba ili kuzuia uwezekano wa mtoto kupata hayo mashambulizi pia, mm. ambayo mashambulizi yanaweza simwathiri macho tu, uh -huh. lakini pengine mpaka masikio, pengine mpaka moyo, umeshaelewa? mm. Eh, lakini na macho pia na, yanaathirika kutokana na baadhi ya hayo mashambulizi. Kwa hapo tumezungumzia, eh, shida kwenye kwenye vinasaba mm. na mashambulizi, lakini pia tunaposema mtoto wa jicho kwa, kwa, kwa, kwa upande wa watoto inaweza tatizo likawepo kipindi mtoto anazaliwa, manake shida alipata akiwa tumboni, anazaliwa tayari mtoto ajicho ipo, sio lakini. Inaweza ikawa likajitokeza mara tu baada ya kuzaliwa, yani mtoto amezaliwa vizuri, lakini anavyoendelea kukua inaanza kujitokeza. Sasa hapo inategemea, wengine ina jitokeza baada ya miezi miwili mitatu sita, mwaka, miaka miwili, wengine mia nne na kuendelea, sio mm -hmm, kwa sababu watoto wa jicho kwa watoto wako aina tofauti tofauti, sawa. Kwa hiyo mtoto ameshazaliwa, anaweza naye akapata ajali akaumia kwa ajali, pia ni kisababishi. mtoto hmm. ameshazaliwa anaweza kapata maambukizi kwenye jicho hmm. infection au inflammation kwa sababu mbalimbali ikapelekea mtoto wa jicho sawa. hmm. Eh, lakini pia chanzo kingine inaweza kaa ni upungufu wa baadhi ya vitu, kwa mfano calcium inaweza kapelekea eh, eh, sukari hmm. hypoglycemia pia inaweza ikapelekea. Sasa hivyo ni uchache, lakini pia kuna baadhi ya dawa ambazo mama pengine anaweza kali alizitumia kwa sababu moja mbili tatu kipindi cha ujauzito ambazo zikapelekea pia kutengenezwa kwa mtoto wa jicho mm -hmm. Eh, Dokta tutangia kuangalia kampeni yetu hii ya matibabu bure mm -hmm. Lakini mm -hmm. ni muhimu kulifahamu jicho kwa sababu wewe ni daktari bingwa wa, wa, wa macho mm -hmm. Dokta jicho la kawaida la mtu mwenye afya linakuwaje? kwa sababu unaona kuna wengine, mm -hmm, baada ya hii nyeusi inayozunguka ndio mboni inaitwa, mm -hmm, wengine huku kote kunakuwa kweupe, mm -hmm, wengine kidogo kunakuwa kwa njano, mm -hmm, wengine zinakuwa nyekundu, mm -hmm. nini na inakuwa hivyo, utakuta mm. jicho la mtu mwingine baada ya mboni kwengine ni kupe sana mwingine mm. kidogo kuna, kuwa, kuna kama mm. u, u, u, unjano, unjano <tututututu> kahawia hivi, eh. mm. eh, eh, sasa hiyo baada ya hicho kioo ambacho wewe unakiita cheusi lakini kiuhalisia sio cheusi mm. eh, sio cheusi chenyewe kina, kinaonekana cheusi kulingana Yani rangi yake ni kulingana na nini kiko nyuma ya hicho kioo. Kwa mfano, akija wenzetu Wazungu utaona kwamba macho yao labda ni na baadhi ambao macho yao mm. eh, mm. mm. mm. mm. mm. unaona kama ni meupe mengine brown kama sisi Waafrika kama wenzetu wanakumbuka tunaita conjunctiva. mm. Ehe, sasa hiyo inakuwa na mishipa ya damu e, na ina vitu mbalimbali pale ambavyo vinaendelea. Kwa hiyo sasa, asilimia kubwa mtoto anapozaliwa e, wengi, wengi wetu inakuwa ni nyeupe kabisa, lakini saa mm. kutokana na vitu vya kwenye mazingira upepo, e, vumbi sawa mm. mazingira ya moshi na nini mm. Eh, inaanza kubadilika kidogo, tunasema inakuwa pigmented, inakuwa kama rangi ya tumbaku kidogo. mm. Ehe, ambao sio mtaalamu wa rangi sana lakini nadhani mm. hiyo inaeleweka. Okay, okay. Eh mm. na lakini mwingine inaweza ikaa inabadilika, kwa sababu sio tu vitu vya kimazingira vya kimazingira, inawezekana kwa sababu ya allergy pia ya macho mm. ehe na ndo wale ambao pia unaona hata ngozi ambayo inazunguka e, jicho unakuta yenyewe ina rangi nyeusi nyeusi kidogo mm. eh kwa hiyo ni vitu kama hivyo mm. au wanaokuwa macho me, yanakuwa mekundu. kuna ambao wamepata infection wanaita red eyes mm. Sawa, lakini kuna ambao wanakuwa labda jicho limepata ajali, na kuna wengine labda jicho lina vinyama mm. e, vinyama vile ndo vinaonekana kwamba jicho la mtu ni jekundu, kumbe ni kile kinyama ambacho kimeota. Sawa e. tuiangazie tu kampeni ya matibabu bure, tuambie kuhusu kampeni hii ya matibabu bure, imeanza lini, itadumu kwa muda gani, na inalenga watoto wa rika gani okay? Kampeni hii eh, ni kampeni ambayo itakuwa ni kwa muda wa siku sita ambao tutaanza tarehe thelathini mwezi huu wa sita, halafu mpaka tarehe tano mwezi wa saba, kukiangalia hapo ni siku sita, na watoto ambao tunawatizamia ni watoto walio chini ya umri wa miaka kumi na sita eh, wat, lakini sana sana tunalenga watoto wenye shida ya mtoto wa jicho shida ya mtoto wa jicho kama ambavyo nimeshaielezea hmm, hapo awali. Ehe, na hii ni CCBRT hospitali kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam lakini pia na wadau wengine mbali mbali. hmm. Mmegundua nini daktari mpaka kuanzisha tu kampeni hii ya, ya, ya mtoto wa jicho? hmm. Okay. e, kwa sisi CCBRT ni hospitali mojawapo hapa nchini ambao pia tunatoa huduma mbalimbali ikiwemo huduma za, za upasuaji e, kwa watoto hawa wenye shida mbalimbali ikiwemo watoto wa jicho. Sasa nadhani mbele tutakuja tuelezee madhara ambayo yanatokana na mtoto wa jicho kama hajatibiwa kwa wakati. Zingatia neno kwa wakati. <totikana> <totikana> Kwa hiyo wagonjwa eh, hawa wapo na ni wengi, kwa hiyo tunahisi kwamba kuna uwezekano pia jamii yetu taarifa kamili haijawafikia kwamba namna ya kumchunguza mtoto pia yeye kama yeye, au kumpeleka kituo cha afya cha karibu wamchunguze, na pia kujua kwamba kuna tiba pia eh? Lakini pia kuna kuna wengine wanakuwa wana, wana, wana, wanalijua tatizo lakini pengine kutokana na sababu mojawapo za uwezo za kiuchumi, anashindwa kupata tiba kwa tukasema, hebu tufanye jambo, tufanye jambo kwa kushirikiana na wadau mbalimbali, ofisi ya mganga mkuu, ni ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam e, na wadau mbalimbali, tujaribu kuona kama tunaweza tukajaribu tuka kufikisha e, huduma kwa jamii, huduma kwa jamii kwa hawa watoto wenye hii changamoto. Matokeo ya kutotibu mtoto wa jicho kwa wakati ni yapi? Kabla sijajibu swali lako, naomba nielezee kidogo mtoto anapozaliwa E, mfumo wa uonaji unakuwa sio kwamba umekomaa hapana. mm. tuna ta, tafiti zilizofanyika zinaonesha kwamba angalau mtoto mpaka anapofikisha miaka saba nane ndo mfumo wa uonaji unakuwa umefanyaje, umekomaa umekamilika. mm. kwa hiyo ikitokea kuna tatizo lolote, kuna kitu chochote ambacho kinazuia eh, kuna kovu kwenye, kio, kwenye mboni ya jicho, kuna, kuna mtoto wa jicho, chochote ambacho kitazuia mwanga usiingie kwenye jicho, sababu tumesema mwanga ndo, ndo, ndo kichocheo mm. cha ukuaji wa nini wa jicho yani, ukomaji wa mfumo wa jicho wa kuona, sababu kumbuka, mfumo wa uonaji hauishi tu kwenye hii goroli ya jicho ambayo tunaiona, unaenda mpaka huko kwenye ubongo huo hmm. ndo mfumo wa uonaji, sio hivyo hmm. Ehe, kwa chochote ambacho kitatokea kikazuia mwanga usiingie kwenye jicho chini ya hii miaka nane kitatengeneza udumavu wa mfumo wa uonaji ambao kitaalamu tunakuja tunaita ki, tunaita ambliopia Kiswahili ambao naweza nikamtafsiria msikilizaji wetu ni kama tunawambia tu bana, jicho zembe. hmm. E, maanake yale alioni sasa, inaweze kaa ni macho yote mawili au inaweze kaa ni jicho moja, na hiyo ni kutokana kwamba kulitokea changamoto ikazuia mwanga aufiki vizuri kwenye hilo jicho, sasa ikapelekea mfumo wa uonaji kudumaa, kwa hata ukija ukatibu baadaye baada ya huo e, miaka nane tisa, e, unaweza kukuta uonaji usiwe mzuri jicho likawa limesha dumaa kabisa, au ukitokea, e, umemuwai basi, baada ya kuondoa mtoto wa jicho, kuna tiba nyingine ambayo ya, ya, ya, ya kuanza kama kulifundisha kufundisha ubongo bana, hebu hichi kiungo nacho kianze kuona. Mm. Kwa, e, kwa hiyo hiyo ndio maana nikasema isipotibiwa kwa wakati, hayo ndo madhara makubwa. Sawa e, sawa. E, lakini pia inategemea na chanzo sasa cha cha mtoto wa jicho. Huko mwanzoni nilisema inaweza kaa pia ni mashambulizi. Kwa mashambulizi yanaweza asiishie tu kusababisha mtoto wa jicho yakaendelea mpaka ndani kwenye pazia la jicho yakaleta shida na viungo vingine vya ndani ya jicho vikawa vimepata athari. Sawa. E. Kuna msikilizaji hapa anauliza yeye ajikita kwenye dalili za mtoto wa jicho. Anasema je, hali ya macho ya mtoto kucheza cheza, hmm, kwa mara kwa mara, hmm, eh, inaweza kuwa ni dalili mojawapo ya kiashiria cha shida ya macho? Ni sahihi kabisa, hiyo tunaita ni stagmas. Mm. Ni inaweza kaa pia ni dalili mojawapo amba, ambatana eh, ambatana ya, ya, kwa maana ya kwamba mtoto wa jicho yupo mm. lakini kwa sababu jicho limedumaa lina, linakuwa lina, lina linacheza cheza, cheza. Hiyo ipo kabisa. Kwa hiyo nao ni dalili moja wapo ambayo mama akiona au mzazi au mlezi mm. amlete mtoto, sisi ndo tutachunguza na kujua kwamba shida ni hiyo tu macho kucheza cheza au inacheza cheza kwa sababu pia kwa, jicho lime, lina shida nyingine ndani, sawa eh. Kuna mwingine huyu anasema kutoka Kishapu, yeye anauliza anasema yeye yuko vizuri mm. anaona, lakini inatokea kuna muda ni kama anaona mayuguyugu yani, kama mbele kama ana ukungu fulani, haelewielewi. Hii nayo inawezekana dalili ya mtoto wa jicho. Yeye huyo ni mtu mzima hapa, sasa kwenye umri <tutu> <wimdi> ndio shida <tutu> nadhani na kkua ni yeye basi <tutu> atakuwa ni mtu mzima, si mtoto ambaye tunamzungumzia <tutu> hapa. Uh, kwa mtu mzima dalili zinakuwa ni, ni, ni, ni nyingi sana lakini, sasa mimi nadhani kuiweka ku, ku, ku, ku, ku, vizuri zaidi hiyo <tutu> ya ukungu ukungu kama unakuwepo mda wote naweza nikakubali kwamba pia inawezekana ni mtoto wa jicho, lakini kama inakuja na kupotea, sa mtoto wa jicho mm, akisha anza ameanza sio kwamba ti mda huu atakuwepo, baada ya mda atokuwepo. Kwa kama inakuja na kupotea, inawezekana ni shida nyingine mm, ambayo pia inabidi afike kwa, kwa wataalamu wa macho, kituo chochote cha karibu, wajaribu kuchunguza wajue kwamba shida ni nini. Eh, kwa sababu kwa watu wazima eh, kuona ukungu mawingu sioni vizuri mm. ni, ni dalili mojawapo ya watoto yeah, ama... watoto wa jicho sawa sawa eh, eh. Lakini kuna huyo pia anasema an ana mtoto wake mm. mtoto wake huyo akiwa ndani anaona vizuri tu mm, mm. lakini akimtoa kwenye mwanga anafinya macho eh, ni kweli. Sasa hiyo inaweza ikawa inategemea sana umri wa mtoto kwa sababu mm. mtoto wa jicho tumesema ni ni ukungu kwenye kioo cha jicho cha kuonea sio, mm -hmm. E, sasa inategemea na umri. Kuna baadhi ya watoto wengine kama tulivyosema, sio si, si, si, si, si, si, tunavyosema tu kwamba mtoto wa jicho maana yake ni kwamba mtoto kazaliwa nao huo e, ukungu kwenye jicho, hapana. Inaweza kazaliwa nao, anaweza ukajitokeza kadri mtoto anavyozidi kufanyaje kukua, kukua. Ehe, na kuna aina mbalimbali mbali. kwa hiyo kuogopa mwanga inaweza ikawa ni dalili mojawapo ya mtoto wa jicho especially kwa hawa ambao wamesha kuwa wakubwa wakubwa kuanzia miaka minne kuja huku mbele kwa, kwa, kwa sababu mtoto wa jicho ana tabia kutawanya mwanga sawa, sawa, eh, sawa. Eh. Anasema hii tiba ya mtoto wa jicho kwa watoto bure inawahusu hmm. watoto wa mkoa wa Dar es Salaam ama Tanzania nzima anaitwa Aramasho wa Magobairamba? Aa, sisi mtoto yoyote ambaye ataweza kufika atahudumiwa Mm. E, kwa maana ni bure bure nzima e, sawa, sawa haya. mm. mm. Sasa dokta, watakaofika pale, uh, tumeshuhudia kampeni nyingi, watu wanafanyiwa vipimo alafu wanagundulika alafu matibabu unakuwa ni utaratibu mwingine kabisa, uh, lakini mwanzo unaweza ukapewa vipimo bure. Kampeni yenu nyiwe imejikita kwenye nini, vipimo na mpaka matibabu ama amelenga nini? sawa kama tulivyosema kwamba hii itakuwa ni kampeni ya siku sita tarehe thelathini na tarehe moja tarehe thelathini mwezi wa sita na tarehe moja mwezi wa saba mwaka huu, tutakuwa pale Mbagala e, tutakuwa pale Mbagala rangi tatu shule ya msingi. Alafu tarehe thelathini mwezi mm. wa sita mm. na tarehe moja mwezi wa saba mm. tutakuwa shule ya msingi Mbagala rangi tatu. Alafu tarehe mm. mbili tutakuwa shule ya msingi mzambarauni Ukonga. Tarehe tatu na mpaka tarehe tano tutakuwa CCBRT. Sasa hapa ni uchunguzi, uchunguzi ni bure, tunachunguza ili tugundue matatizo mbalimbali ya macho, lakini tukiwalenga hasa hao wenye shida ya mtoto wa jicho ili tukiwapata, kituo chetu cha kufanyia operesheni ni wapi? CCBRT hospitali, na matibabu ni bure, kuchunguza ni bure na kuwafanyia operesheni ni bure. Kwa hiyo atakayekuja siku ya kwanza Uh, mkimfanyia mtampangia na tarehe ya kuja CCBRT brt kwa ajili yeah, ya kufanyiwa upasuaji. E, ndio ndio. na hakuna matibabu mengine zaidi ya kupasuliwa, dokta? Hapana, mtoto wa jicho kwa hapa tunazungumzia mtoto wa jicho, jicho kwa upande wa watoto, watoto, kwa hakuna mengine matibabu, hakuna tiba nyingine tofauti na ku Fanyiwa operation. Naomba nieleweke vizuri, kwa sababu kuna watu wazima anakuja anaambiwa na daktari bana, kuna watoto wa jicho lakini bado ni wachanga. Sasa, kwa sasa bado miwani inakusaidia. Tunaomba utumie miwani. Narudia tena. Naomba wasikilizaji wetu wanisikilize vizuri. Kwa watu wazima, mtu ameenda kwa daktari, daktari kamwambia bana, na watoto wa jicho ndo wanaanza bado ni wachanga, miwani bado inakusaidia, tunaomba utumie miwani mpaka pale ambapo tutaona wamefikia hatua ya opresheni, tukufanyie nini? Opresheni hiyo ni kwa watu wazima. mm -hmm. kwa sababu tiba ya mtoto wa jicho, hiyo ni kwa mtoto, hiyo ni kwa mtu mzima, matibabu ni opresheni. mm -hmm. Lakini kwa watu wazima, saa nyingine unaweza kukuta mtoto wa jicho bado ni mdogo na, na tumeshasema kwamba mfumo wa uonaji kuanzia miaka nane kwenda mbele umeshakomaa. Kwa hiyo ukitokea shida yoyote, kuna mtoto wa jicho, kuna nini, haitoathiri mfumo wa uonaji, suluhisha koma tayari. mm -hmm. kwa hiyo yule kama hakuna ulazima wa kumfanyia operesheni yule mtu mzima, hakuna chochote ambacho tunahofia kwa, anaweza akapewa miwani mm, mpaka pale ambapo muda wa kufanyia operesheni utakuwa umefika. Nadhani hapo nimeeleweka vizuri mm. Sasa hiyo ni kinyume na kwa watoto, kwa sababu kwa watoto tunakimbizana na huo muda, kwa sababu mtoto chini ya miaka nane mfumo wa uonaji bado unakomaa mm. Tunataka njia ya mwanga kupita iwe nyeupe mwanga mm. Ufike kwenye pazia la jicho ili pazia jicho lichakate taarifa iende kwenye ubongo, ubongo utafsiri taarifa ili mtu aweze kuona vizuri. Kwa, kwa watoto tunakimbizana na muda, kuna timing hapo ya muda, hamna habari ya kwamba sasa bado ni mdogo tutumie kwanza miwani mm. E, na, na, na, na, na, na, naomba nitoe tu tahadhari hata kwa watoto kuna ambao, kuna ambao, tunaona kwamba katoto ka jicho bado ni kadogo sana. Kama kadoti tu fulani mm. akatoathiri mfumo wa ukomaaji wa jicho, kwa hiyo unaweza kukuta tukasema ah Tutavutavuta vuta muda, tutakuja, tutaendelea kumfuatilia, tunaangalia na uono wake ukoje. Tukiona tu uono unaanza kushuka, pengine inaweza kama ni kigezo cha kufanyaje cha kumfanyia operesheni. Tukiona eh, mtoto wa jicho anazidi ku saizi inazidi kuongezeka, maana yake saizi inavyoongezeka si ndo anazuia mwanga usiingie kwenye jicho, kufanyia operesheni. Lakini hayo ni maamuzi ya kwetu sisi wataalamu. Wao kama wasikilizaji, wao kama wadau, wao kama eh, walezi hmm. eh, wao shida eh, danili jambo lao moja tu kuna shida ambayo ielewi kwenye jicho la mtoto, tafadhali wewe mlete, mlete yes, au mpeleke kwenye vituo vingine vya afya hapa nchini ambavyo pia vinatoa hizi huduma ili waweze kumchunguza waone kwamba hii ni shida kweli au sio shida. Dkt. Ndiamkama, eh, tunajua tunazungumzia watoto tu, lakini watu wazima wamekuwa wakijipendelea kwa <laughs> kujisikia wao wenyewe, itabidi tu ujibu kwa kuwa ni ndo mambo yenyewe hayo hayo, eh, anasema ji mtu akifanyiwa operesheni hmm. ya mtoto wa jicho mara ya kwanza, Ndia. anaweza akarudia tena mara ya pili? Aha, ukishafanyiwa kwanza, tumesema kwamba ile lenzi ambayo Mungu ametuumbia hmm. au tunasema kioo cha kuonea cha jicho, kwa upande wa mtoto wa jicho manake, kinakuwa kimepata ukungu, akipitishi tena mwanga. Kwa tunapoenda kusafisha, manake ile lenzi e, sehemu kubwa ile lenzi tunaiondoa, halafu tunapachika kioo cha kuonea cha bandia mm -hmm. E, maana kabla kioo jicho aliweza likaona sawa. Sasa hapo tayari mtoto wa jicho anakuwa mm -hmm. umeondoa uwezekano wa mtoto wa jicho kurudi? Hakuna. mm -hmm. Sawa. Isipokuwa huwa kuna, kuna ukungu mwingine huwa unajitokeza. Sawa. mm -hmm. E, na ule ukungu ni kwa sababu sio kwamba tunavyoenda kuondoa hizi e, operesheni za kisasa. Sasa, sasa. sio kwamba tunapoenda kufanya operesheni kwamba ule, ule mfuko wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa lenzi tunauondoa wote kuna sehemu ya lenzi inabaki mm, ambayo inaendeleza ule mchakato wa uzalishaji wa, wa hizo lenzi fibers ndio hiyo, okay. Kwa hiyo zinaendelea kutengeneza huo ukungu ambao sasa ile sio mtoto wa jicho mm, ile inakuwa tu ni ukungu ambao pia tiba yake ni tiba nyingine kabisa, tiba ya matibabu ya mwanga mm. Eh, eh. Ndio. Sawa. Ndio. Hai, daktari naweza ni muda naona tutupa mkono mm -hmm. Uh, tufahamishe tena yale maeneo na hii kampeni namna ambavyo mmegawa. Okay, hii kampeni tumeiweka hivi ni kampeni ya siku sita kwa hiyo tarehe therathini mwezi huu wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano, na tarehe moja mwezi wa, wa saba mwaka elfu mbili na ishirini na tano tutakuwa Mbagara e, Rangi tatu shule ya msingi, hizo siku mbili tarehe therathini Juni na tarehe moja Julai. Alafu tarehe mbili mwezi wa saba mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano tutakuwa shule ya msingi Mzambarauni kule Ukonga. Alafu tarehe tatu mpaka tarehe tano tutakuwa hospitali ya CCBRT E, pale Msasani na muda ni kuanzia saa mbili asubuhi mpaka saa tisa alasiri, na huduma zote ni bure, kuchunguzwa ni bure na operesheni ya mtoto wa jicho, narudia operesheni ya mtoto wa jicho. Kwenye macho kuna changamoto nyingi hapa, hii kampeni hii imejikita kwenye operesheni ya mtoto wa jicho, tiba itakuwa ni bure, lakini pia sambamba na hilo hii kampeni ya hizi tarehe thelathini mpaka tarehe tano imejikita zaidi kwa watoto walio chini ya miaka kumi na sita Dio. ila siku ya ya mwisho ya, ya, ya hii hi kampeni ambayo ni siku ya e, ya, tarehe tano ambayo e, tutakuwa CCBRT Narudia tena ili wasikilizaji wetu wasikilize vizuri hmm. Tumesema tarehe thelathini mpaka tarehe tano ehe, tarehe thelathini mpaka tarehe thelathini na tarehe moja tutakuwa Mbagara Rangi Tatu, ni kwa watoto walio chini ya ya miaka kumi na sita. Tarehe mbili tutakuwa Ukonga Mzambarauni pale, ehe, shule ya msingi, na yenyewe ni chini ya miaka, watoto chini ya miaka kumi, hmm, na sita. Tarehe tatu na tarehe tano tutakuwa pale CCBRT Msasani, ni kwa wale wenye chini ya umri wa miaka kumi na sita sawa, watoto lakini sasa, tarehe tano yenyewe ambayo tutakuwa CCBRT, tarehe tano yenyewe mwezi wa saba pale tutafanya uchunguzi kwa alika zote uchunguzi wa macho kwa rika zote kwa maana ya watoto na hata watu wazima hmm. Lakini sambamba na hilo, tutaongeza pia na baadhi ya huduma nyingine. Kwa mfano, tutakuwa tunafanya tuna kampeni ya hiyo siku ya tarehe tano. Tutakuwa tunachunguza pia eh, tatizo la uh, mfumo wa masikio pua na koo, tatizo la shinikizo la damu hmm. Kwa maana ya presha, na kisukari. Hiyo ni siku ya tarehe tano ambayo tutakuwa Msasani pale hospitalini kwetu sisi CCBRT hizo ni huduma ni, ni, ni, ni, ni nyingine za ziada ambazo zi, zimeongezeka kuhalika zote, mm -hmm. lakini hizi siku nyingine e, ni kwa wale tunalenga hasa watoto wa jicho na tumeshaelezea kwa nini tunawalenga wao. Wow. mm -hmm. awesome. na, na na sijui kama nilielezea madhara e, madhara ambayo eh, mtoto wa jicho asipotibiwa kwa wakati. mm -hmm. Nilizungumzia tu kwamba upande wa jicho kudumaa. mm -hmm. Lakini hapo tumeangalia kwa upande tu wa jicho, sasa nini athari yake kwenye jamii au kwa yule mtoto eh? Maanake mtoto atakuwa aoni, kama aoni, makuzi yake atakuwa yanachelewa, mm -hmm. kuchangamana na wenzake au mahusiano kwenye jamii yatapungua, usomaji wa huyo mtoto pia utakuwa ni changamoto, anaweza kusoma na uono hafifu au asiweze kusoma kabisa. Sawa, ehe, mm -hmm. kwa hiyo na maana E, mustakabali mzima wa huyu mtoto kwa upande wa, wa uzalishaji kiuchumi, kujiendeleza kielimu tayari unakuwa umekwa ume, umepata changamoto kidogo. Sawa. Lakini hata pia sababu unavyomzaa mtoto tunategemea watoto ndo taifa la kesho, sio? yeah. Na ndo watakuwa kuja kutusaidia kiuchumi na nini, kwa hiyo yote yanakuwa yamekwama, ukiachilia mbali kwamba kisaikolojia tatizo la yeye mtoto kutoona litakuja kumwathiri baadaye, kwamba yeye anaona hafifu Asante yeah, yeah, yeah, sana uh, Dkt. Arnold Ndiamkama yeah, yeah, daktari bingwa wa macho kutoka katika hospitali ya CCBRT kwa kutushirikisha maarifa muhimu kuhusu kampeni ya matibabu ya mtoto wa jicho bure kwa watoto.